rugaga nie ni gwenda ngai umenyage ni ngenaganuo we na dudoshio ucio kenini tushoke gu thoma o kiugo kenini hoe ni getha ngai

yeah even though i walk through the valley of the shadow of death i will fear no evil for you are with me your rod and your staff they comfort me you prepare a table before me in the presence of my enemies you anoint my word, my head with oil my cup overflows. surely goodness and mercy will follow me all the days of my life and i will dwell in the house of the lord forever Wana sifwe sana hii ni zaburi ambayo iliandikwa na Daudi aliandika ku- ku express ama kudhihirisha ku, ku, uh, msimamo wake na Mungu, na kwa sababu alikuwa ni mchungaji, tunaweza tukaketi, sababu alikuwa ni mchungaji, alikuwa anaelewa uhusiano wa kondoo na mchungaji, kwa sababu alikuwa mchungaji kwa muda mrefu, na hivyo alikuwa anajua ya kwamba ili kondoo waweze kufikia maji, ili kondoo waweze kufikia malisho, walihitaji mchungaji, na hivyo hmm. Kwa hivyo anasema ya kwamba Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu, kwa sababu alikuwa anaelewa ya kwamba uh, uh, uh, jambo ambalo ni kuu na la, na, na, na kondoo ni kuweza kumtoa mchungaji na kuweza kumfuata mchungaji Haya, mambo mengine yalikuwa ni juu ya mchungaji, na hivyo, hivyo hivyo ndivyo, uh, sisi nasi Mungu anatuambia ya kwamba yeye ndiye mchungaji wetu, tuweze kumwachia, bora tumfuate yeye, bora tumsikie yeye, katika hali zote yeye yuko pamoja nasi, because it is his responsibility to watch over us, it is his responsibility to make sure that we get what we need and even today Today ikiwa ni siku yetu ya majonzi, tunapoenda uh, kupumzisha mwili wa mpendwa wetu Regina, kuna mambo mengi ambayo tunaweza tukajiuliza. Kuna uchungu mwingi ambao tunaweza tukasikia, na wakati mwingine tunaweza tukasikia kana kwamba tumeachiliwa. Lakini neno la Mungu linatuambia, even in this situation the Lord is still our shepherd. Bwana asifiwe sana. Familia, ni vyema kukumbuka ya kwamba hata katika hali hii Bwana bado ni mchungaji. Hata wale ambao walikuwa wanadepend na na na, na wa, our sister Regina ambao wanajiuliza where, do I go after this? What do I do after this? The Lord is still your shepherd. He will watch over you, kwa sababu yeye hata sio kama mwanadamu. Mwanadamu ni limited but our God is not limited. Praise the name of the Lord. Amen. And may we be encouraged with those words. Even as we go all the way from here to Kirinyaga, let us still remember hata katika njia zetu hata wakati tunaenda hii safari barabarani the Lord is still our shepherd. He will help us, he will guide us, na hata kumalizia haya jioni the Lord is still our shepherd. Bwana asifiwe sana. Amen. Na kwa wakati huu ningependa tu, um, kumwalika mtumishi wa Mungu Reverend Destiny akuje atuombee, alafu kisha tupatiwe direction ya vile tutaenda baadaye, ndio tutaviu mwili tuviu, ili hali tukitoka nje kuendelea na safari. Karibu Reverend. Oh, okay. Asante sana. Eh, uh, uyo na, ni Reverend uh, <coughs> Elvis. Karibu sana. Asante. Amen. Praise Let's appreciate the man of God or people as well Thank you for that wonderful one. uh to the family and the friends uh, that uh, we have been encouraged uh my dear view just want to pray ndiye tukaweze kuondoka kwa hivyo nitaomba tukaweze kusimama tufanye maombi uh ndike tohoi we no ali to ready so mwathani mwega na muthigu thiini wa kristo jesu nitukwenda gugutia na gukwambararia makiria ni tondo wa wega waku nithegi e ni tondo wa kanyaga kawatuhe ona kagi kega gaguthi kuumagaria na kuhurukia wito kia wenda awa sister Regina ina tuguo thaitha mwathani witikire kumiria family no kumae, na kuri we Mwathani mwagana mwivigu Tuhu kuhuwa ya thavari njega kumago diye Kuhuli ya Kirinyaga Wana ushoka kikongo na kithari kia matu ini Tuhu kutiru tuhu kiyo tatuwe na we Nekio tuwa bile na tuwa bago uweta Tumenya ka wara kiyoro wa kire kiro Yeti the beginning dear Lord Mwathani Kumana kia dake keno Kinyari ya tuliri kia thavari ino Tuwa hoya zaya wakutu igane theine, wa Kristo Jesu Toa hoya na toa shoki kado. Amen. God bless you. Tunaza keti ndio tuweze kupatiwa direction. Nimesimama na nimeomba on behalf of my friend, Reverend Destiny. Ambapo ndiye mchungaji wetu. Na nashukuru Bwana kwa majina huna ito Reverend Elvas. Karibuni sana. Thank you so much, Reverend. Ngeyakura uh, adhime. Nafikiri tukishapa tuki tuwa direction. Tutaweza kuona mwili na pia ambaye atatupatia direction bado atatuelezea habari ya transportation ya yeah. na kwa hivyo bwana Yesu abariki. naitwa Reverend Mary Kenji. God bless you. Karibu sana brother. Thank you mchungaji for the good work and uh, guiding us all along. Praise the Lord. Amen. Uh, our family members, our friends, our pastors, Reverend uh, may the Lord bless you for the good work Uh, tukitoka hapa kwanza, uh, tuna, tunaingia tuna, tuna magari zetu zenye tuko nazo hapo, and I'm kindly requesting if you don't have a car, tafadhali kuja unione pale nje, so that we can go, uh, plan for you venye tutaweza kuenda. Na pia nauliza wale wako na magari, pengine uko na nafasi, ningekuomba pia uweze kupatia, uh, ukiulizwa uweze kupatia mtu na umwelezee directions zako kama unaenda kumuacha ama unaenda na mrudi pamoja, please do not fear. Mwambie ukweli ndio akifika huko aweze kujipanga, but I'll be there to guide. Kama kuna nafasi niambie ndio nikipata mtu niweze kukumwambia. Then uh, pia kuna ile matatu iko pale ya neno, just in case tutakuwa wengi bado iko hapo, na the fare is only 1000. Tukitoka hapa tunaenda mpaka na hii bypass mpaka Thika Road. From Thika Road we go through up to kie uh, on the way to Kirinyaga that is eb heb Kirinyaga, eb hebu Nairobi Road, that is the road we are using, twende mpaka mahali kunaitwa Sagana. Sagana hapo ndiyo kunakwamba abe uh, tuanzie makutano, maybe ungetaka kupitia ya Mwea you can use that ya Mwea. Lakini wacha kwanza nielezee ile mzuri yenye tunaenda ni ya kwenda mpaka Sagana. Sagana hapo tani iko pale mbele. Kwa hivyo usione kama umepita. Tani iko pale mbele, then you make a U turn, then you you uh, you move towards Kagio. Twende mpaka mahali kunaitwa Kudus. So inaitwa Kirinyaga uh, University. Hapo ndio tutakuwa na first stop pale Kirinyaga University after the gate tunasimama hapo tukishasimama hapo then we shall proceed the kupanda hivyo kama tunaelekea Kerugoya. Tukishapita the first uh, town katown kadogo kako hapo kanaitwa Kalia, the next light turn hapo ndio tunaingia na hiyo barabara, it's all tarmac. Tukiingia na hiyo barabara inaitwa Kabare, uh, it's uh, hiyo Koigo Kabare road, hiyo ndio tunatumia, tutafuata hiyo barabara mpaka mahali kunaitwa another shopping center inaitwa Idare. Then we turn on our left. We proceed upwards mpaka kule kwa shule inaitwa Katongoro. Na ukiwa hapo Idare, ukiulizwa ukiuliza ama, uh, wapi Katongoro, wataelezewa tena, kumewekwa chokes utaona, so kwa hivyo haiko very confusing. Kwa kwanza wanatumia njia ya Mwea kutoka makutano unaende na Mwea mpaka Samson Kona. Samson Kona ni pale uko junction ya kwenda Kirewe na hii nyingine ya kwenda Embu. You turn on ya kwenda Kirewe. Uende mpaka Kutuz. Kabla ujafika, Kutuz utakuta ile kiwaja ya mairi inaitwa Kavagara. Ukishafika Kavagara, on your right kuna turning ko hapo, before you get to get ya Kavagara, hapo kuna light turn. You take that ya kwenda Kianyaga. Inaitwa hiyo barabara inaitwa Kutus Kianyaga Road. You turn on that road upande naye kidogo mpaka mahali utakuta junction ya kwanza after a few kilometers just 2 to 3 kilometers. The first junction you turn on your left. Fuate hiyo barabara, hiyo barabara inaitwa Kabare Road. Hapo kama unaenda Kabare Theological College. Ukishafika Kabare Theological College, the far upite to Theological College. After that kuna mahali kuna turn ya right, kadaraja kidogo, usipande straight hapo, kuna kadaraja kidogo, you turn on that, then go still tarmac, uende na, na barabara hiyo mpaka mahali utafika kumeandikwa Ithare, so you join the other road. Wale walikuja ile aka koleo, you join that, then you turn on your right. Kutoka hapo ni kwenda mpaka hapo shule inaitwa Gatunguru, Gatunguru Primary, na kuna Gatunguru Secondary, that's our road. Na ukiona umekuwa confused, my number is there. You can call me and I will direct you. Thank you. May the Lord bless you. Tumesema stop ya kwanza ni Kutus. Kwa hivyo tupatane hapo Kutus. That is Kirinyaga University. You can go to Kirinyaga University then we meet there. May the Lord bless you. Thank you so much. God bless you for directions. Uh, sasa wakati umefika wa kuweza kuona mwili na tungependa tu kusema uko huru kuona kama unasikia uko na nguvu, na kama unasikia hauna nguvu ya kuona mwili, ungependa kukaa na ile picha ambayo dada yetu alikuwa nayo, ni sawa tu, hatutakuhukumu. Bwana asifiwe sana. Na kwa hivyo tutaanza kuona tutaanza kuona marafiki um, alafu kisha tutamalizia na familia katika jina la Yesu na ningependa tu kusema ya kwamba ni ya muhimu sana kusimama na familia. Kwa hivyo ukiona, usiende mbali, just in case uh, the family needs your support. Na hao wengine tunaweza kuona tukienda kwa magari yetu kwa sababu tumeomba. Ningependa sasa tu, tufunguliwe mwili tafadhali, ili tu, tuweze kuendelea kuona. Uh, hiyo ni kumaanisha kwamba utakuja uone, ukiona unatokea hapo is that so? our assistant exit exactly? oh okay, thank you Amen. Haleluya. Na kama wewe ni mwanaji kipita, ukiona unakuja upande huu tunasaidiana kuleta Amen. tunaweza kuanza kwa sababu